Sasa huyo hii yani mm. na umesema naitwa nje, huyo Ema, Ema. Ema. Ema mm. walishiriki wakaua mume. Mm. Eh? Mm. Mm. Wewe una watoto kwa hii dunia wewe mm. hata nikikuangalia mm. ulifungwa, nguvu za kiume zilifungwa na huyo ndugundungu yake tu mbene auna wadodo, mtoto mumonja huyo, mundongo huyo muzijana uh-huh. ni wa yani Mben Be, eh? Uh, huyo huyo mtoto mukumbwa ni wa mbamba? oh. ndio mbamba ya mtoto wake mkumbwa huh? mama wo, <coughs> umefungwa oh, umefungwa na umefungwa kabisa. Walichukua mbicha yako na manguo zako kidongo, ukaenda ukazifunga kwa damu, na vile aliona mbwanako anamzuia apate ipesa, akamale akamaliza. Ujaa ndo narukaruka, nafurahifurahi nini? nauna ni ako naye hapa Usini wa hivi hapo ma bro mwenye alidai. Kenya unamaanisha yani, ni sasa venye bro alikufa, ukamua kumlindia bibi. Yes. What's up my people, ni Oscario TV hapa, mbi photo ndio mbali, make sure me like, share na msubscribe mzee, na tushukuru sana. So kama mnakumbuka ile story ya Ben na Ian wale mandugu wawili kulienda venye kuko. Na mambo imekuwa ngumu kidogo, ameleta kichwa kidogo so imebidi haraka upesi niite daktari na finally daktari amefika na wachatujua venye daktari atatusaidia kwa hii story. Of course, hakuna kitu kipya chini ya daktari, yote itatatuliwa na tutajua itakuaja. Habari yako mkubwa daktarimaisha since mambo ile ya mato na ao wenginemzrinikai nimefika kiafya mambo iko sawa kabisa, mwili nini, watoto wako sawa. Sasa niko mm. mm. yeah. Sa, na watu wawili hapa, kuna mambo ilikuwa imefanyika mm. na unajua stori si yangu, stori ni yao. Sasa mm. nataka watajieleza mambo yao venye kulienda, alafu mm. tujuu utaweza kuwasaidia kivipi. so, so, so, so, so. So, Klara uko aje mami Ben, hmm. yeah. So mlikuwa mmeniambia niite daktari on my advice actually, na mkakubali mkaniambia muite na nimemuita hmm. So unajua ninyi ndio stori na waafekt unaona okay. Wewe ndio bwana wako aliaga, wewe ndio bro wako hmm. aliaga, wewe ndio litusiwa sijui mambo mengi sana unaona. So nataka mebi tunaezaanza na we Ben. Daktari hmm. amefika hapa, unaweza mweleza stori yako naelewa bro. Yeah. Alafu tujue venye daktari ataweza itatua akusaidia. Of course ataweza kusaidia but lazima ujieleze baba, unaona. Yeah, so unaweza tu ujieleza, alafu tu daktari asikize, najue venye ata diagnose hiyo, hizo symptoms. Habari ya daktari. yeah. yeah. Mi ndio Ben na nilikuwa naomba unisaidie ili niweze nikajue ni nini iliua ndugu yangu alafu tena kingine pia ningependa kujua familia yangu ni, ni nani na nani aa, kwa sababu ndugu yangu alikuwa mzuri, alafu mambeke ikaanza kuenda mzuri, akapata kazi ya procurement kwa hizi ma ofisi za serikali, na mambeke ikafunguka kabisa sasa siku moja, aliingia tu kwa nyumba akalala tu kama kawaida, but ilipofika asubuhi akitaka kutoka aende, mke akampikia chai, alafu kidogo akaanguka, na ikakuwa ni hivo, akaanguka akakufa tu. Ndio hivo sasa. Hiyo ni kitu ilitusumbua kifamilia, kwa sababu hatukuwa na ile haraka ya kumfanyia postmortem, juu tulichukua tulichukua ni kama ni ugonjwa tu ghafla tu mm. Sasa hiyo ndio ikakuwa hivyo. Sasa mamiaka zimeenda, miaka zimeenda, mi ningependa sana kujua, kwa sababu hata kabla aende tulikuwa nikaa tuko pamoja, kwa sababu kila siku alikuwa k anamka asubuhi ananipigia simu ananieleza kuhusu ile kazi yake inaendelea naye anamwambia ngang'ane, ndio alikuwa mdogo wangu lakini yeye ndio alikuwa Mungu alikuwa amemwangaza yeye ndio alikuwa mwenye asaidie familia ah. Mm. daktari umesikia hiyo briefly yenye ameisema mm. nataka kujua kuhusu ndugu yake ajaisema yote lakini umesikia yenye amesema mkubwa mimi mm. nimesikia mm. na tutatua sasa hivi mm. sasa wacha mama anieleze pia mm. ndio nitambiri yote eh mm. e, kwa uzuri mm. tafadhali mm. e, sasa Klara, pia kuna hiyo stori yako, mambo ilikuwa imefanyika, so unaweza eleza daktari at least, na daktari asikize na tuone venye atakusaidia mami. Ah, sawa. Daktari, habari yako? Mi ndo nimekuita, naitwa Klara. Sasa nami nataka kujua nini iliua mme wangu. hmm. Kuna kijana tulikuwa nae anaitwa Ian. hmm. yeah, yeah, yeah. Kuna Mali alikuwa anafanya kazi kwa restaurant fulani. Sasa tulipoenda kwa hiyo restaurant, hiyo siku alisapu mume wangu, kufika kwa nyumba mume wangu alilala na hakuwahi amka mpaka waleo, nikawa na shuku ia ni kama alimposonu likuwa mara ya bwanangu kula hapo, ilikuwa mara yake ya kwanza e, ndo nikuwa nataka kujua hiyo kitu nanisumbua sana na, na kulikuwa tena na mali, lakini mambo ya mali kwanza, mm. wacha tu kwanza hiyo ikae, ni shughulika kwa nini mwangu alikufa. Nikikuangalia mm. mm. kumefungwa na mashetani, amefungwa na mashetani. Daktari ndiyo, ndiyo. mm. mm. mimi sasa e, umefungwa na mashetani, hata ule mm. kinjana koogopia, mm. amefungwa na mashetani. mm. na akona ndugu yake huyo, mm. ndugu yake mm. anaitwa yeah, anaitwa Ian. Huyu Ian akona mashetani mm. si, si ati ni mtu normal, venye ni wale, wale watu mm. wakuua. mm. Unawanjua waskari na wajua, tulikuwa na wao yeah, kuna ingine ilikuwa inaitwa mato. Unajua kuna kuna vifu ya kawaida mm. na kifu tu ili umeuliwa, lakini unjui mm unaamka una, unafanya kitu umeenda huyo mm. kijana ni muuaji. mm. ule kijana kijana ameniuliza mama, mama uanumbano mm. mm. sijatomboa bado mm. e, mambo, ule kijana ameniuliza ndugu mm. yake alikufa nje. Ndugu yake alikufa vipi? Ndugu e, yake ako na bibi. Ndugu e, yake ako na bibi, huyo bibi yake anaitwa ndio Emma, huyo Emma na nungu umesema ni Iane ama e, ao watu wako, wako kimonja kimapenzi. Sijui kama mnajua hiyo, mamjua hiyo, tulikuwa tushajua, mnajua sasa huyo Iane e. Na umesema ni tuanje Ema, huyo Ema, Ema, Ema. Uyo, Ema e, walishiriki wakaua mume e. Emma, so a Emma na Ian walishiriki wakawa ndugu ya ndugu ya Ben ndugu yao. Unaona Ben, tulikuwa tuna tunashuku hiyo kitu, like unajua hata ka mko surprise, but unajua kuna venye pia tukuwa tuna shuku kidogo, nilikuwa na expect, but ni vizuri imetoka kwa mdomo wa daktari lakini kitu tulikuwa tusha juu yaani, kitu tulikuwa tumeona ju kuangalia angalia tabia mm. yake kwanza, ndio daktari, ile njia yenye ule kijana bradha yake mm. alifariki ni mm. ile njia njia huyo kijana mm. alitumia kumaliza huyu mama. So daktari, mama pole so, so, daktari Kenya unasema mm. Ian pia fanya hivyo, alishiriki kwa kuwa bwana huyu. Ms. Clara hapa, unajua uzuri huo. Ndio daktari, binadamu mm. ni watu tofauti kabisa. Binadamu ni watu tofauti yeah. kuna mzuri, kuna mzuri kidogo na kuna mbaya pia zaidi. kuna mbaya zaidi. yeah. yeah. Sasa huyo iya huyo ndugu ya hawa ako kwa kitengo gani kati ya hizo nne umeleta? nataka kwanza nikupe mfano. sawasawa. yeah. Umeona watu wakiuawa, wanapigwa risasi. Mm. Hata kama wawe ni binadamu. Mm. Bunduki ya hiyo huyo mtu. Mm. Ni mtu anaua mtu. Ndio. Mm. Ni ile kenye kiko ndani yake. Na mimi nikiangalia huyu kijana huyu. Kijana alilelewa mzuri. Mm. Mm. Lakini hapa. Mm. Katikati aliingia na magrupu, magrupu. Mm. Akakuwa Mumbaya. Sasa anachukua kama utaingia kwa njia yake anakumaliza. Sasa huyo ni hatari huyo. So daktari, in short, kenye unamaanisha huyo, hiyo group aliingiana nayo ni ya watu wataki kazi, wanataka ya rahisi, ya rahisi. Tumepata nao watu wengi, mi na wewe, hata ule kijana mwengu, ule askari ule, alikuwa anayotambia na. Sasa mama huo, umefungwa umefungwa na umefungwa kabisa, mm. umefungwa na damu unjuu, kama unaelewa. Naelewa kwa sababu daktari, mm. kutoka bwanangu akuve na nishikane na Ian, hata mm. nikienda nikuwe kwa mahusiano na mtu mm, sikai naye, tunaachana, alafu akili yangu bado inarudi kwa huyu kijana Ian. Basi hiyo ni hiyo hiyo, walichukua mpicha yako na manguo zako kidongo, ukaenda mm, ukazifunga kwa damu na kwani mm. kijana ni mbaya aji na vile nimemsaidia. Kwani watu wanatakanga aji hiyo? mm. ni, ni, ni dunia iko hivo kwa sababu ndo watu wanapenda kukingwa. Hiyo mm. dunia iko hivo, watu wanafanyia watu maovu. Unajua pesa ni shetani pia. Sasa ukiwa na pesa mtu mm. akuonaka na pesa, na vile aliona anamzuia bwanako, namuzuia apate hii pesa mm. akamaliza

Si huyo mtu waende si, si ndawaelezea mengi baadaye lakini, mm. acha niwaambie mm. tu wale mm. ndo walimaliza ule kijana mm. kijana mzuri mwenye roho safi aliyeamka akakunywa chai akasafiri. mm. e. sasa daktari umesema hiyo chai iliwekwa na akasafiri. hmm. Inaweza kwa nini iliwekwa kwenye hiyo chai daktari? Sababu unajua chai ukikunywa chai haiui pia, lazima kuna binadamu ameweka kitu ndani ya chai. Kuna kuna kemiko yenye hmm. ikiwekwa hata kwa manjani ama kitu yoyote hmm. ukinguzi, hata hiyo ikipata ikipata damu hmm. inakausha damu yote kuna kemikali inaekwa ndani ya majani e, <laughs> majanilma kunywa chai e. Sasa unaweza pata majani iliekwa e. I kindongo tu mm. Akikunywa ndamu inakauka e. Sasa unajua ndamu ikikauka roa unini uno, mm. Unasafiri unakumbuka i na akisema, alifanya shopping ile majani, ilikuwa major topic last time tulikuwa pamoja yeah. Ndio yeah. uh, kwa sababu alisema mm majani hawakutoa kwa kaunti, alipata tu imewekwa kwa, kwa shopping yake, so niyo majani daktari venye tutukuwa tuna suspect. E, majani ni hiyo mm. na ndio ni, mm. hiyo ndio ilimaliza yeye ye mm. ilikausha damu hapo na hapo mm. alikuwa mbarini na kamonja hiyo mm. Okay. E, ndio ilifanyika na mimi niko na maswali kidogo nataka kuuliza mm. Okay. Yani ona mm. mimi ni, ni, anaitwa Ana, anaitwa Ben. Ben. Unikumbushe <mucho> na zao sana uko na mimi mm, tu, ilibidi tuachane kwa sababu ile vile tulimpata kwenye nyumba ya ndugu yangu tulimpata na bibi yangu wakifanya ngono kwa hiyo nyumba, nikikuuliza ndio, yeah. Ben, ushavailazo hospitali mahali ama uka ukashikwa na ugonjwa, ukashindwa kutembea ama ukasikia ni kama pia unataka kwenda? <laughs> uh, nishawai, kwa sababu kuna siku ambayo nilikuwa tu nyumbani, bibi akanipikia chakula. Aliponipikia chakula, mi nikala, nilipoila usiku nikasikia tumbo haiko mzuri na hata sisi sikulala hata kwa nyumba, ilibidi nikimbie hospitali na nikakuwa nikakua nikaekwa nika hospitali kwa miezi mbili. Huyo e, huyo msichana yeah, ako na uhusiano pia na ndugu yako. mm -hmm. E, I hope you know that. Sasa mm -hmm. alitumia ile sumu lakini nimbaati, mm -hmm. ulikimbia hospitali mapema mm -hmm. e, ungekupa pia huyo mesafiri hata hmm. ni Mungu alikulinda kwa sababu wewe ndo kinjana na muzuri kwa familia hmm. au wengine wameenda, unaona ndani hmm. hmm. e, sasa hiyo na ni muhimu. Huyu ndo alikwenda kumaliza hiyo bimbi yako, sijui jina lakini hmm. ndo alikwenda kumaliza japili, mko na watoto hmm. yeah. Na, ya, ya. Daktari wako na wako na watoto wawili, yeah. Na nakumbuka Benito ulikuwa umesema unashukuka nikawa watoto si wako. By the way, daktari umefanya vizuri kuleta hiyo topic yeah. Ungependa kuuliza daktari live, live. Wacha tu anataka kusema lakini nataka wewe mwenyewe umuulize. Ulize hiyo swali. Hiyo the big question. Uliza. Daktari, hata mimi pia ningependa nijue watoto wangu ni kama ni wangu ama ndio? Wewe umeona watoto kwa dunia, wewe atanikikuangalia. Ulifungwa nguvu za kiume, alifungwa, alifungwa nguvu za kiume, zilifungwa. Mm e, zilifungwa na huyo ndugu, ndugu yake tu. Mbeni una watoto, ndugu yake huyo, moja huyo, hii mwenyako hai alimfunga nguvu za kiume watoto mtoto mmoja huyu mndongo huyu mzijana daktari daktari daktari, mtoto mtoto mdogo, mtoto mdogo wa Ben ni wa, wa mwenye Ben alidhani nini ni wake, si wake, ni wa Iane wa wa eh, akijaribu kuangalia vizuri ataona eh. Alafu huyu mwingine mkumbwa first born sasa first born wa Ben ni... ako na damu yako yako ako na eh, damu yako lakini, mm. si damu yako. Sasa unasikia eh, daktari sasa yeah? <laughs> <Okay. Yeah. laughs> unasikia yeah. daktari anasema ati fast bon wako ako na damu yako, damu ya linieji yenyu mm. lakini bado si wako na wakoimraa yako na si wa Ian bado sasa sijui mm. ni kuambia ama ni wake <laughs>

Isha. Babako, isha, isha. Baba mwenye aende hapo tapik ndugu yake, yani huyo ni mtoto ndiyo mbamba ya mtoto wake mkumbwa. Huu kijana unasikiaje hizo stoli? Lakini ni vizuri daktari amekuja amekuambia ukweli mm. Kwa hiyo acha kustuka sana mm. Daktari amekuweka wazi uelewe kila kitu yeah. mm. Hey, daktari daktaridhi, hey, dunia, hey, dunia jo Oskari, daktari inafanyika aje hiyo sasa? Blala baba nalala na bibi ya na na mtoto eh. Mm. Unajua dunia ndonia iko hivyo, hii usherati imenjaa yeah. Hata huyo kijana alifungwa lakini zitamfungua zai imasri west lazima mm. niombe nimfungue mm. pia mama mm. eh, lakini pia uzikario ndio daktari, ningependa kuona aja ni, nione wale watu walifanya mambo hii mambo mm. kuwa mtu tulikuwa tu na wewe kuli kijana mfupi sindio? yeah, ule, ule mkongo yeah, ule mkongo mm. uliona kenye kilifanyika pamoja iliona pamoja walikunja wakati kuliwa wakenda yeah. Kuwawa lakini tuliwatoa mm. Sasa hawa mm. wakuwa nambahati mm. wangekunjua kitambo mm. wangesaindika mm. Sawa, sawasawa hiyo mm. ndo ni ukweli mm. Mama, hata wewe mama, ulikuwa uwawe juu juu kuna mali uko na ulisema uko na mali lakini, ni only five properties ziko kwa jina ahiye, so yeah. Maybe walitaka ubadilisha zote kwa jina yake, alafu ungeungekusha malizo ungejaribu kituka hiyo labda. Asante sana daktari, utanisaidia. Muhimu nyinyi wote wawili mmefungwa, sasa mtafunguliwa. Eh, Sasa, daktari, hapo awali ulikuwa umesema unataka kuona watu ama kuona watu wenye walifanyii mau. Nataka kuwaona, ndio eh. Nishungulikia. Unajua, mimi siwezi fanya kazi pia bila kuona mwenye mbaya, unaona eh. mm. cha muhimu ni mm. mama, ulikuwa uende, kijana, ulikuwa uende, mwana wako aliuawa mm. mbaradha yako aliuawa na the same, same person, sawa, sawa. Mm -hmm. eh. Makubwa haya, makubwa daktari. So Ben, umepa <laughs> first bono wako ni ah, wa baba yako mm. Na, na ushaisaspekt kitu kama hiyo babako analala na Wendi? Najua Wendi, Wendi alikuwa sleepy character, yani mi sijui hata zile movie zenye tulipata kwa ile simu kisanitize ilinifanya nikamshuku nika vibaya sana. hakuna kitu hezi fanya juu, nakumbuka hiyo yeah, time tulikuwa airport venye alianza ku dance dance, kuna mali kuna ile time uliniita hapo kando yeah, ukaniambia hiyo time mlimit alikuwa yeah, nakuambia tibeba masexual addict. Unakumbuka ukinichapia stori ka hiyo, nakumbuka nikikuambia yeah, mm, yeah. So daktari, unaona bibi ya Ben Yeah, alikuwa ameniambia ati sijui, kama unaelewa hiyo term inaitwa sexual, sexual addict. Utaiongea na Kikamba, ama, ama Kiswahili tafadhali. Yani alikuwa na uraibu wa kupenda ngono. Sasa, sasa mibi venye aliingia kwa hiyo ndoa Ben alikuwa niambia tayari, alikuwa shambia Ben e. mi utakanga kufanyia kitu kila saa sababu niko niko addicted kwa hiyo ngono, unaona ndio. Lakini, kijana e. ndio fanya kazi anaweza, lakini analimfunga alimfunga Daktari wacha tutaa wasai, lakini baadaye itabidi nitafute huyo baba yao. Sababu maovu gani haya daktari? Maovu gani haya? Mi sifikiria hata inafanyika, ulale na mtoto wako, ulale na baba, akonaendwa anakuambia atiendea bradha yako, hapo ali insist. Daktari tuzipo itengeneza hii familia kila mtu wataenda, hmm. kwa sababu dhambi wamefanya, hmm. hata watoto wandongo hawa watakuja, hmm. kufariki. Watakuja wimbi wao, watoto wao wanaanza kufuata hiyo tabia. Hiyo ni dhambi hiyo, hmm. ni laana kwa familia, kwa familia. Sasa laana inakuja kikula kila mtu itakuja imalize moja, imalize mwingine, malize mwingine, imalize mwingine. Sasa cha muhimu vile umesema itaa watu waone ni waone mm. Wanieleze ama ni waangalie nini kini chaitambia zao cha, ni sawa ni sawa daktari acha niwapigie simu wakuje wakikataa si utawavuta kabisa uta, kabisa sawa acha tungojea watu wakuje bana e, makubwa haya mtoto wa Ben mmoja ni wa baba yake wa pili ni wa Ian. Ben angekuwa ameuawa amefungwa, awezi fanya hiyo mambo ya ngono. Klara pia hapa mambo yake aendi vizuri, amefungwa madhabau machafu. Daktari si ndio, Klara alikuwa ametupiwa anjali mm. alikuwa pate ajali na ngari yake ajali mm.